lewa taarifa ikatia hofu na taharuki katika jamii ya watu, ya maana tayari ile jamii ya, au ile nchi inakuwa inaingiwa, watu wake wanaingia hofu. Na kiuchumi vile vile, kuna madhara mbalimbali, kwamba moja katika hayo kusababisha kuwepo ile hali ya hofu katika masoko. Masoko ima ya uwekezaji au masoko ya hisa. Nchi yetu au nchi zetu zinakuwa zina wawekezaji wale, investors wale, wanapokuwa wanapata taarifa ambazo za kutia hofu Inawezekana mtu akaamua kwamba kutokana na hali imekuwa hivi katika pahala hapa, bora niuze mali yangu kwa haraka sana, niondoke ndani ya nchi, kwenda kauza gari milioni 50 kauza milioni 20, kwa kwenda kauze kwa haraka, akimbie nchi, kwa sababu imeingia taarifa ya hofu kwamba usikae wakati wa uchaguzi katika nchi hii, nchi itakuwa haina amani tena. Hapana, nchi na amani imetulia. Kwa hivyo, taarifa ya kutia hofu watu inaweza kuharibu hata soko la nchi au hisa za wawekezaji eh, na mambo ya maendeleo katika maeneo yetu. Kuzingatia maadili ya kitaifa ni jambo muhimu, na utamaduni, heshima, mila, desturi katika nchi yote, haya mwandishi wa habari ana, ana, anatakiwa kuyazingatia. Jukumu lenu niye wata, wataalamu watu wa habari, mnajua mengi, mnasikia mengi, lakini kinachotakiwa ni kuchukua tahadhari na kuwa wakweli katika kile ambacho mnakisema, kwa sababu mtachokisema, mtachokiandika vile vile kinaandikwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna tofauti kati ya kwamba uko duniani unafanya kazi, unatafuta riziki, na kwamba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba akuache tu kwa kuwa unatafuta riziki. La, haiko namna hiyo.